Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu ambao wanaonekana kuwa na mali kidogo au hata hawana chochote cha kipekee ghafla wakawa tajiri wakubwa bila kutarajia? Si kwa bahati, si kwa uchawi, wala si kwa wizi, bali kwa siri moja rahisi ambayo wengi huiacha nyuma: sadaka ya moyo safi. Leo nitakusimulia hadithi ndefu sana ya kijana anayeitwa Reyani, kijana wa kawaida kutoka kijiji kidogo karibu na Dar es Salaam, ambaye alifanya jambo moja tu ambalo lilibadilisha maisha yake milele. Hadithi hii itakufanya ufikirie upya kuhusu thamani ya kutoa, hata kama unayo kidogo tu. Reyani alikuwa kijana wa miaka 28 na mwana wa familia maskini sana. Baba yake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita kutokana na ugonjwa, na mama yake Bi Fatuma alikuwa akiuza maandazi na chapati kando ya barabara ili kuwalea watoto wake watatu, Reyani na dada zake wawili wadogo. Nyumba yao ilikuwa kibanda kidogo cha mbao na mabati, na mara nyingi walilala wakiwa na njaa kidogo. Reyani alikuwa akifanya kazi kama fundi wa baiskeli mjini, akirekebisha matairi na kuuza vipuri vidogo vidogo. Mshahara wake ulikuwa mdogo sana, karibu elfu thelathini kwa mwezi, na hiyo ilitosha tu kununua unga, mchele na mafuta ya kupikia. Lakini Reyani alikuwa na moyo tofauti. Tangu utotoni, mama yake alikuwa akimfundisha maneno haya, mwanangu, mali siyo yako, ni ya Mungu. Unapotoa kwa wengine, unarudisha kwa Mungu, na yeye hurudisha mara mia. Reyani aliamini hayo, lakini mara nyingi alijiuliza, je, nitoaje wakati sina chochote? Hata hivyo alikuwa akitoa sadaka kidogo kila wiki, hata senti mia moja au mbili kwa maskini aliyeketi barabarani au kuwapa watoto wadogo wa majirani chapati moja bila malipo. Siku moja ilikuwa Ijumaa, Reyani alirudi nyumbani mapema kidogo. Alikuwa amepata mteja aliyemlipa ziada elfu tano kwa kurekebisha pikipiki yake haraka. Alifurahi sana kwa sababu hiyo ilikuwa pesa nyingi kwake. Alipofika nyumbani alimkuta mama yake ameketi ya nje akiwa na uso wa huzuni. Bi Fatuma alikuwa ameugua homa kali kwa siku tatu na dawa alizokuwa akinunua hazikutosha. Madaktari wa karibu walimwambia aende hospitali kubwa mjini, lakini gharama ilikuwa elfu ishirini au zaidi, kitu ambacho familia yao haikuweza kufikia hata kwa miezi mitatu. Reyani aliangalia mama yake na moyo wake ukawa chungu. Alikumbuka maneno ya mama yake Sadaka ndiyo inayofungua milango ya baraka. Akafikiria kwa dakika chache, kisha akachukua simu yake ya zamani na kuangalia salio lake, elfu thelathini na tano tu. Akajisemea moyoni, hii ni fursa yangu ya kutoa sadaka kubwa zaidi maishani mwangu. Alimwambia mama yake, mama, kesho nitakuletea dawa na pesa za hospitali, usijali. Mama yake akamtabasamu kwa uchovu na kusema, Mungu akubariki mwanangu. Usiku huo Reyani hakuweza kulala. Alisimama saa tatu usiku, akachukua pesa zake zote, hata zile za ziada alizopata siku hiyo, na akaenda msikitini wa karibu. Hakuna mtu aliyekuwa hapo wakati huo, lakini alijua Imam alikuwa akikusanya sadaka kwa ajili ya familia maskini na wagonjwa. Akawaweka pesa hizo zote kwenye sanduku la sadaka na akasali kwa moyo wote, ya Mungu, hii ni sadaka yangu yote, sina kingine. Mama yangu anaumwa na familia yangu inahitaji msaada. Kama ni mapenzi yako nisaidie, lakini hata kama sivyo, nimekubali, ninakutolea yote nilionayo. Alirudi nyumbani akiwa na hisia tofauti, hofu, tumaini na amani isiyoeleweka. Asubuhi yake aliamka mapema na kwenda kazi kama kawaida, lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Mteja wake wa kwanza alikuwa tajiri mkubwa ambaye alikuwa na magari matatu ya kurekebisha. Alimpa kazi kubwa, na akampa mapema elfu hamsini kama malipo ya awali. Alishangaa, lakini akamshukuru. Baada ya masaa chache, simu yake ikalia, ni nambari isiyojulikana. Alipopokea, sauti ya mwanaume mkubwa ikasikika, habari za mchana, wewe ni Reyani ambaye anafanya kazi ya baiskeli na pikipiki karibu na posta? Ndiyo mimi mimi ni Bwana Juma, mmiliki wa kampuni ya magari hapa mjini. Nimekuona ukiwa na ujuzi mzuri wa kurekebisha magari, rafiki yangu alikwambia kuhusu wewe. Nataka uje kazini kwangu kama fundi mkuu wa idara ya matengenezo. Mshahara wa mwanzo ni laki mbili kwa mwezi, pamoja na posho na bima. Je, unavutiwa? Reyani alisimama kimya kwa sekunde chache, macho yake yalimjia machoni. Ndiyo, ndiyo sana bwana, asante sana. Hiyo ilikuwa mwanzo tu. Wiki iliyofuata, Bi Fatuma alipona haraka baada ya kupewa dawa na matibabu bora hospitalini. Pesa zilitoka kwa marafiki na majirani ambao ghafla walianza kutoa msaada bila hata kuulizwa. Reyani alianza kazi mpya na ndani ya miezi mitatu tu alikuwa amepandishwa cheo na mshahara wake ukawa laki nne. Alianza kuweka akiba, kununua nyumba ndogo kwa familia yake na hata kuwapeleka dada zake shule bora. Lakini hadithi haikuisha hapo. Reyani alianza kutoa sadaka zaidi, sio tu pesa, bali pia wakati wake. Alianza kuwafundisha vijana wa kijiji kurekebisha magari bila malipo na akawapa wengine vifaa. Alikuwa akisema, sadaka yangu ya kwanza ilikuwa yote niliyo nayo na Mungu alinirudishia mara mia. Hata hivyo, maisha hayakuwa mapesi kila wakati, kulikuwa na majaribu makubwa yanayokuja majaribu ambayo yalijaribu imani yake na uaminifu wake. Je, Reyani angekuweza kushinda au angeanguka katika majaribu ya mali na umaarufu? Hapo ndipo inapoisha part one.